Ni hao, or should I say hello? <laughs> Karibuni guys, katika video yangu nyingine. Na leo tunakwenda kupika fried rice. Yes, fried rice. Na ingredients zetu ni very simple. This is a very quick food ambao unaweza ukaipika ukiwa at the comfort of your home. Okay, kama unavyoona hapo tuna ingredients zetu karoti, kitungu, hoho, kitungu swaumu, spring onions. Ma wengine wanaziita skalion, so, kuna my old day rice, pamoja na worcestershire sauce, soy sauce, kuna eggs, garlic, vitu kama hivyo. So, nitaweka my pan kwenye moto na nitaweka mafuta kidogo, kwa ajili ya kuanza na mayai kwanza. Kwa hiyo tutamimina mayai yetu. Baada ya hapo tutakoroga, tutayavuruga, tutatengeneza kitu kinaitwa scrambled eggs, vuruga yai <laughs> Kwa hiyo utavuruga yai lako mpaka pale ambapo litakuwa tayari, so utavuruga, utavuruga, utavuruga mpaka pale utakapoona limejiachia na kusambaratika kama jina lenyewe linavyosema, yai vuruga, scrambled eggs. Baada ya kuona yai lako liko tayari, utalitoa na kuweka pembeni kwenye kibakuli chako kama hivyo. Baada ya hapo, tutaendelea na prosesi yetu, tutaweka garlic na tutakoroga. Baada ya hapo, tutaweka vitu vyetu, kitunguu pamoja na karoti, tutaendelea pia kukoroga. Kwa sababu mimi nilikuwa na haraka, nikaamua kuweka kila kitu kwa pamoja, lakini kama una haraka, unaweza kaanza na spring onions, kaja na onions polepole pole, karoti hivyo mpaka vitu vyako vitakuwa tayari, lakini mimi nilikuwa na haraka kwa nikaweka kila kitu kwa pamoja, na nikaendelea kukoroga kukoroga ili vitu vyangu viwe tayari. Baada ya hapo, nikaweka hoho kama unavyoona kwenye video guys. Concentrate kwenye video. Nitakoroga, nitakoroga, nitaweka soseji zangu, then baada ya hapo nitaweka yai kwamba sio lazima hiyo tu, kwa sababu nilikuwa nataka sausage, lakini yai ni lazima s so, nitakoroga nitakoroga vitu vyangu um, uh, tu vichanganyike vizuri. Baada ya hapo nitaweka wali wangu wa jana. Usitumie wali wa siku hiyo hiyo, kwa sababu utanata na kujikusanya kama vile utakavyoona vile tambi kizidi maji inavyokuwa, ndo jinsi itakavyokuwa, lakini hatutakiwe hivyo, tunataka fried rice yetu iwe imechambuka. Baada ya hapo nitaweka worcestershire. Baada ya hapo nitamimina soy sauce. Soy sauce very important ingredient kwenye in fried rice. Oh my god! <laughs> I'm celebrating <laughs> so, baada ya hapo tutakoroga. Jamani, fried rice ni nzuri sana, it's one of my favorite na ninaipenda, na very quick to make ukiwa nyumbani kwako na watu wakaenjoy. So kama unavyoona hapo, nitakoroga nitakoroga mpaka ambapo nitaona imechanganyika vizuri, nitaeka spring onions ambazo zimebaki kama garnish, guys, very important. Presentation ni kitu cha muhimu sana kuleta appetite kwa watu wako wa nyumbani. Presentation sio tu kwa ajili ya mahoteli, pia ni kwa ajili ya nyumbani. Jamani, jifunzeni kuweka presentation ya chakula kuwavutia walaji. Jamani, guys, angalia jinsi ambavyo fried rice yangu inapendeza eh, na, na kuvutia. Who want eat this? Nobody. Tumefika mwisho wa video yetu na tumai umejifunza kitu kimoja ama viwili na utajaribu recipe na kuniletea mrejesho. Thank you guys for watching. Bye.